De Paul Seminary Tanzania tunakuletea kipindi cha historia ya maisha ya watakatifu. Karibu tusikilize. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu tusikilize maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 9 Disemba tunamkumbuka Mtakatifu Petro Furiye, mwaka 1640, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Mtakatifu huyu alizaliwa na kukulia huko Ufaransa mwaka 1565. Alielimishwa hadi chuo kikuu, na baada ya kuhitimu masomo yake vizuri sana, alianza mwenyewe kufundisha, lakini maisha ya kitawa yalimvuta basi, akajiunga na watawa wa mtakatifu Agustino na miaka minne baadaye alipewa upadre. Kwa kuwa alijiona hastahili kuwa padre, aliahirisha kuiadhimisha misa yake ya kwanza. Baada ya kupadrishwa aliambiwa na wakuu wake kurudi chuo kikuu apate kuelimishwa zaidi, basi akapata shahada katika masomo ya teolojia, akawekwa kusimamia parokia, na ndipo alipoanza maisha ya kujitoa na kujichosha kabisa kwa ajili ya wengine. Watu wa parokia yake hawakuwa wakiishi maisha adili. Dhambi kubwa na maovu mengine yalienea sana. Lakini paroko wao alilisimamia kundi lake kama mchungaji mwema. Kwa sala, kufunga na upole wake aliwarudisha wakosefu wengi. Hivyo parokia ambayo kwanza ilikuwa mbaya ikawa nzuri sana baadaye. Ile namna yake ya kuwafundisha siku za Jumapili ilikuwa ya pekee. Aliwafanya wanafunzi watatu au wa wanne wajadiliane juu ya fadhila zilizokuwa kinyume cha kawaida mbaya za watu. Namna hiyo iliwavutia sana wanaparokia na kuwasaidia sana. Zaidi ya hayo, alijitahidi kuistawisha hali yao ya kiuchumi kwa njia ya kuanzisha mfuko wa jumuiya. Watu walitia hela walipofanikiwa katika biashara yao, na biashara ilipopungua walisaidiwa. Mradi huo ulikuwa mzuri sana, kwa sababu kwa njia hiyo biashara iliendelea kukua na watu wengi zaidi walipewa kazi ya mshahara. Kwa sababu ya amu yake ya kuwapa watoto nafasi ya kufundishwa kusoma na kuandika hata wale walioshindwa kulipa karo ya shule aliwaitia wanawake wanne hao wakajitoa kabisa, na baada ya muda usio mrefu, shule ilifunguliwa isiyokuwa na karo yoyote. Baadaye wanawake wengine walijiunga na hao wanne wa kwanza, na hivyo kundi lao likawa shirika la masista wa Bikira Maria. Wakati ule katika nchi nyingi za Ulaya, uhusiano kati ya Wakatoliki na Waprotestanti ulikuwa mbaya sana, lakini Padre Petro Furiye hakutaka iwe hivyo. Badala yake, alitoa mfano wa upole na adabu katika kushirikiana nao. Alisisitiza kabisa kwamba ubaguzi wowote ule miongoni mwa watoto ungepaswa kuwa mwike. Watoto wa Protestanti wangekuwa hawana budi kutendewa kwa upendo na wema wala neno lolote dhidi yao lisingetajwa. Mwaka 1622, Padre Petro alipokuwa na umri wa miaka 57, aliitwa na askofu wa jimbo lake, naye akampa kazi ngumu, alirekebisha shirika lake la kitawa kwa kuirudishia nidhamu maana yake iliyo halisi. Hiyo ilikuwa kazi ngumu sana hasa kwa kuwa watawa wenzake hawakumpokea kwa wema wala kumkaribisha. Lakini mbele ya kazi hii ngumu iliyomkabili padri Petro hakukata tamaa wala hakulalamika. Kama vile zamani alivyojitoa kuibadili roho ya parokia yake ngumu hivyo, ndivyo sasa alivyojitoa kwa ajili ya shirika lake. Miaka kama saba hivi baadaye, hutina nidhamu ilikuwa vikiwaongoza tena watawa wenzake wote, na miaka mitatu kisha hapo, jambo gumu kuliko yote lilimwangukia. Alichaguliwa kuwa padre mkuu wa shirika zima. Aliwaambia wajumbe waliomchagua kwamba, leo ninajitoa kwenu kwa wokovu wa roho zenu, wala si kwa ajili ya heshima au faida yoyote ile iwezayo kunipata. Alifariki dunia mwaka 1640 tarehe 9 Disemba, baada ya kujitoa kwa uodari kwa muda wa miaka 40 akipata nguvu yake kutoka kwa kanuni yake ya binafsi isemayo, kumsaidia kila mmoja, kuto mdhuru yeyote. Kanuni hiyo yaweza kustawisha matendo mengi ya upendo maishani kwa kila Mkristo. Padre Furiye alitangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1897. Mtakatifu Padre Furiye, utuombee kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.